Msimamizi wa huduma za maji taka na usafi wa mazingira katika mamlaka ya maji mjini Moshi. E, kama ninavyoeleza kwamba ni msimamizi, kwa maana meneja wa usimamizi wa maji taka na usafi wa mazingira ajikita kwenye utoaji wa huduma ya maji taka na usafi wa mazingira katika mji wetu wa Moshi. Itakumbuka e, kwamba huduma ya maji taka katika mji wetu wa Moshi ilianza takriban mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu. Enzi hizo ilikuwa ni mkoloni okay, na, na, na, na ilikuwa inahudumia eneo dogo tu la katikati ya mji, taalamu inaita CBD. Wakati ule tulikuwa na mtandao wenye urefu wa kilomita tano. Kwa hiyo na ilikuwa chini ya usimamizi wa halimashauri wakati ule, kwa hiyo tumeendelea kutoa huduma na kusimamia mradi huu mpaka sasa hivi tuna mtandao wenye jumla ya kilomita 100 na mbili mpaka sasa, na wateja tunao connection ambayo siopungua elfu tatu na mia saba mpaka sasa. Sasa, kwa sasa hivi tunakabiliana na changamoto ya mifumo ya maji taka, kwa kiasi fulani haiperform vizuri, kwa sababu kama nilivyosema, imekuwa ni muda mrefu, na mfumo tunaotumia wa kutibu maji taka ni wa kibayolojia, tunaliita oxidation ponds mfumo ule kwa sasa umefikia karibuni uwezo wake wa kuweza kupokea maji kama ilivyodisainiwa kwa miaka ishirini, ambapo ilikuwa imedesainiwa kwamba tutapokea maji taka sio pungua mita za ujazo elfu nne na mia tano mpaka sasa hivi tunapokea wastani wa elfu nne kama na mia tatu na hamsini kule kwa sasa hivi. Kwa hiyo tumekuwa tume tukiongeza huduma kwa kujenga mitandao sehemu mbalimbali ili kuweza kukusanya maji taka kwa njia ya mseleleko kwa sababu maji taka mengi katika mji wetu wa Moshi tunayakusanya, tunayasafirisha kwa njia ya gravity, taaluma inaitwa ni gravity, lakini Kiswahili sahihi tunaita ni mseleleko. Sasa hivi karibuni kwa mwaka huu tumesha tulikuwa tunatekeleza mradi mkubwa ambao tulifadhiliwa na wizara na serikali ambao ulikuwa ni kujenga mtandao wenye urefu wa kilomita nane kutoka kiwanda cha ngozi cha Kilimanjaro mpaka kule kwenye mabao yetu ya majitaka. Mradi huu tunavyoongea sasa umekamilika, ulipofika mwezi Juni mwaka huu. Kwa hiyo na umepitia katika kata nne muhimu, ambazo katika kata hizo tunategemea wanufaika wa mradi ule itakuwa ni jumla ya watu wa, wananchi wasiopungua elfu sita na ishirini na moja ambao ndo watafaidika na ule mradi pamoja na kiwanda chenyewe. Kwa hiyo mpaka sasa tuna, tumekamilisha na tunahimiza wananchi waanze kuomba ili tuendelee kuwaunganisha kwenye mtandao ambao tumekamilisha. Sambamba na hilo, kuna maeneo mengine ambazo ambazo mtandao wa majitaka umepita. Kwa maana katika kata ishirini na moja za Manispaa ya Moshi tumeweza kufikisha kata kumi na tano ambazo tayari zina mtandao wa majitaka. Kwa hiyo katika maeneo hayo tunahamasisha wananchi wote waweze kuomba na kujiunga kwenye mtandao wa majitaka, kwa sababu ndio njia rahisi mno ya kuweza kudhibiti majitaka tunayozalishwa katika makazi yetu. Bahati nzuri mji wetu wa Moshi tuna majitaka mengi tunayokusanya, ni yale ya ya majumbani, ya viwandani kidogo